Mtazamaji hao ya kijiri naye aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua anasisitiza kuwa kuna njama ya kuiba kura kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akihudhuria ibada katika eneo la Gatanga, kaunti ya Muranga, Gachagua alikana kwamba anachochea fujo na kusisitiza kwamba Wakenya wanataka uwajibikaji wa tume ya uchaguzi nchini IEBC. Setolale anaarifu zaidi. Shagwa akishutumiwa kutokana na matamshi yake kuhusu uwezekano wa fujo kwenye uchaguzi wa 2027, iwapo kura zitaibiwa. Naibu rais huyo wa zamani amekana kwamba anachochea ghasia ya ibada ya kanisa katika eneo bunge la Gatanga, kaunti ya Muranga, Gachagua amesisitiza kwamba kuna njama ya kuiba kura kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Because history has shown. Meanza kushuku kuna mipango ya Gachagua akimwelekezea lawama Rais William Ruto kwa kupanga njama ya kuhitilafiana na uchaguzi wa mwaka wa 2027 kupitia kwa mwenyekiti mteule wa tume ya uchaguzi IEBC.